Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame ametoa wiki moja kwa wasimamizi wa miradi yote iliyo chini ya wizara hiyo kuhakikisha wanaandaa taarifa kamili za miradi pamoja na tija zilizopatikana kutokana na utekelezaji wake. Mheshimiwa Suleiman ametoa agizo hilo mara baada ya kupokelewa rasmi katika wizara hiyo, ikiwa ni siku moja mara baada ya kuapishwa na kuanza kutekeleza majukumu yake mapya. Ipo miradi haijafanya vizuri sana. Maelekezo yangu kila ambaye ana mradi unajua, mwingine huyu ana mradi huu, mwingine anashirikia mradi ule, mwingine kila ambaye ana mradi, naomba details za mradi wako. Ukiniridhisha utaendelea nao, hukuniridhisha utaachana nao hapo hapo, unaelewana? Ukiniridhisha utaendelea nao hukuniridhisha tunamalizana siku hiyo hiyo. Kazi hii itafanywa kwa muda wa wiki moja kuanzia leo. Usiende kuniokotea vitu vingi iu, alikuwa alikuwa alikuwepo akaja, naomba na, na uende straight forward. Aidha, waziri Suleimani amesisitiza kuwa hatovumilia uzembe na utoro miongoni mwa watendaji wa wizara, akibainisha kuwa tabia hizo hurudisha nyuma ufanisi wa malengo ya sekta. Ameitaka timu ya watendaji kufanya kazi kwa uaminifu, bidii na kujituma ili kuimarisha utendaji kazi na kuwahudumia wananchi kwa weledi. Wizara hii inahitaji kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa mashirikiano kufanya kazi kwa kujituma, kufanya kazi kwa ubunifu. Tukifanya kazi kwa utaratibu huo, tutaweza kutimiza lengo la Mheshimiwa Rais. Kwa upande wake, naibu waziri wa wizara ya kilimo mwagiliaji Maliasili na mifugo dr salum Soud Hamed amesema kuwa Wizara ya Kilimo ni miongoni mwa taasisi muhimu zinazotegemewa na wananchi wa Zanzibar katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na cha uhakika. Moja ya wizara ambayo haisemi vizuri, lakini watu wanatamani kuona matarajio makubwa ya mafanikio yanatokana na wizara hii basi ni wizara ya kilimo kwa sababu tunajijua sote, ni wahitaji, hakuna sotumia chakula huko ndani. Na tumeona muda mfupi tuliopita hali ilivyokuwa si nzuri tu upande wa pili wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tumeona huku tulivyokuwa tunahangaika kwa vile ambavyo tunavitegemea kutoka kule. Dkt. Soud ameomba kupatiwa taarifa za kina kuhusu idadi ya maghala yaliyopo chini ya wizara, ni mangapi yaliyokodishwa, pamoja na mikakati ya kuyasimamia ipasavyo. Aidha, ameitaka Idara ya Misitu kuwasilisha mpango mkakati wa kuboresha mazingira ya wafanyabiashara wa eneo la Jozani ili kukuza utalii na uhifadhi. Serikali inaazimia kwenda kujenga maghala makubwa kwa ajili ya kuhifadhi chakula, lakini kwanza tujue kile tulichonacho. Inawezekana mradi uliokwemo ndani ya ilani wa miaka mitano ijayo, asilimia hamsini ikawa tayari cho kitu sisi tunacho, tukaanza kuhifadhi sasa hivi, kabla ya kusubiri ujenzi wa mahala mapya. Kwa hiyo tujue mahala tuliyokuwa nayo kama wizara ya Kilimo na yanamilikiwa na nani, kama kuna mtu amekodishwa, na ambalo kama halipo, ambalo mtu amekodishwa pia nalo hilo tujue, hili lipo na halijakodishwa na mtu yoyote lakini la pili, mimi binafsi si mtaalamu sana wa uhifadhi wa misitu, lakini siridhishwi na vibanda vya wafanyabiashara biashara waliokuwepo Jozani. Yaani vile vibanda vinavyoonekana na hadhi ya msitu wetu wa Jozani ni vitu viwili tofauti. Sasa na hili nalo naomba tuje na mpango tunaboresha vipi mazingira yale ya wafanyabiashara wale. Mapema katika hafla ya makabidhiano, waziri mstaafu, Mheshimiwa Shamata Shame Khamis, amewapongeza viongozi wapya kwa kuteuliwa na ameahidi kuendelea kutoa ushirikiano wakati wote watakapouhitaji. Nikiripoti mimi, ni Arkamdaba Kilimo TV.